Msingi wa maendeleo endelevu, na jambo hili haliwezekani pasi na mahakama imara na inayoaminika na wananchi wake. Nasi na serikali tunaelekea kujenga mahakama hiyo, tumechukua hatua kadhaa, tutaendelea kuchukua hatua kuijenga mahakama yetu iwe mahakama imara inayotoa haki kwa wananchi wake. Lakini nataka niwaambie, juzi hapa serikali tulipitisha mpango wa muda mrefu wa wa utekelezaji wa dira hii na katika mpango ule asilimia ishirini na mbili ya mambo yaliyoko katika mpango ule yatafanywa ya na serikali yenyewe, asilimia sabini ya mambo yaliyopangwa kwenye mpango ule yatafanywa kati ya private sector, sekta binafsi na serikali, na asilimia nane tu ndio atafanywa na mashirika yetu ya umma. Sasa katika hali kama hii, mahakama ina kazi kubwa ya kufanya. Tunaitarajia mahakama isimame imara kusimamia haya, kwa sababu tunaposema asilimia sabini itatekelezwa kwa joint venture au kwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi, tunatarajia kualika sekta binafsi ya dunia yote kuja Tanzania katika hilo tunapoendelea, huko mbele, tutapata migogoro mingi ya mikataba ya kazi, migogoro mingi ya kodi, tutapata migogoro mingi ya utekelezaji wa mikataba ya uwekezaji wenyewe. Sasa haya yote tutategemea mahakama yetu ya Tanzania isimame katika yale matawi yake, matawi siyo ya biashara, matawi ya nini, matawi ya kodi, lakini isimame katika kutetea haki ya Watanzania na haki ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo mahakama, tunawategemea, nanyi ni mhimili muhimu sana katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya miaka 25 inayokuja. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, nigusie kidogo yale mambo ambayo Jaji Mkuu alikuwa anayasema kama maombi, lakini nataka niseme mapema kwamba tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la budget, inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania, tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo, jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa, ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: bunge, mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa. Na niseme kwamba kwa miaka mitano iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua, si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never uh, missed a step. Hata kama ni point five, lakini tumekua tumekuwa progressively tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa, ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na Jaji Mkuu ni shahidi ukiangalia bajeti ya miaka minne iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti itakavyokuwa. Lakini hili la mazingira ya kazi, nimesema kwamba tumefanya kazi kubwa sana. Leo ukienda law school ya leo, ifananishe na law school ya miaka mitatu minne iliyopita, ziko tofauti. Ni katika kuchukua hatua kuboresha muhimili huu, mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara, na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa, ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia, kwa, kwa, kwa kutukopesha lakini tunakaguliwa na wage bill yetu percentage. Mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill, tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali mbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeengeza wapi, lakini hali iko hivyo Kwayo si kwamba hatutaki kuwafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi, tumejitahidi sana. Kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara kwa mihimili yote mitatu tunakwenda tunaongeza mishahara. Kwa jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Mimi pia nataka majaji mkinipita pale mnipite katika magari ambayo huu niseme eh jaji namba nne kanipita, lakini uhuru na ni uwezo ukiruhusu tutafika huko, lakini kama uwezo haujaruhusu tuendeni polepole kwa hali ambayo nchi yetu inayo. Tusisahau sisi bado ni nchi inayoendelea. Pamoja na kusema tumechupa, tumeingia uhuru nini, wanasema uchumi wa kati, lakini bado tuko ngazi ya chini. Ni kama tumechupa tu step moja, tumeingia pale, lakini bado mambo ni mengi ya kufanya humu ndani, kwenye sekta mbali mbali bado mambo ni mengi. Kwa hiyo jinsi tunavyo tunavyokuwa, basi tuta tutaongeza stahiki na mishahara ya majaji. Lakini nizungumzie hili la migogoro ya ardhi. Kama alivyosema Jaji Mkuu kwamba migogoro hii is high time sasa ihamie mahakamani, na mahakama itakayosikiliza migogoro hii ni mahakama zetu za mwanzo. Na kwa hiyo tuna kazi ya kutenga bajeti ya kutosha, nadhani kuanzia bajeti ijayo, ili tuzijenge mahakama za mwanzo kama tulivyojenga vituo vya afya, sababu afya nayo na mahakama mnafanana. Kuna wale wanaotibiwa huku kwenye wanasema nini zahanati, alafu wanakwenda kwenye kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa ya mkoa, alafu ndio wanakwenda rufaa kubwa. Kwio na mahakama nanyi ni hivyo hivyo, kwa kama tulivyojenga vituo vya afya zahanati na huku, tutatenga bajeti tuende kwa mtindo huo huo. kwa hiyo tukiweza kufanya hayo, kesi za ardhi zitakuwa zinasikilizwa kule. Uh, mambo mengine yaliyozungumzwa hapa ambayo ni changamoto na mapendekezo, niseme changamoto zote tunazichukua. Hii e, kama nilivyosema, jinsi uchumi utakavyoruhusu ndivyo tutakavyozitekeleza. Na kwa yale mapendekezo ya mabadiliko ya sheria na mapendekezo mengine ambayo hataki rasilimali fedha basi niko na watu wote hapa, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mawaziri wapo, tutakwenda kuyakalia na kuyafanyia marekebisho ili majaji waweze kazi kufanya kazi zao vizuri sana. Sasa, kabla sijahitimisha, naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande kwa wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi utimize wajibu wenu ndugu zangu majaji na mahakimu ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili, bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu napowapisha pale, mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie uh, kiapo chenu lakini vilevile vile naomba ni mnukuu kwa mara nyingine, hayati baba wa taifa kwenye mkutano ule ule wa themanini na nne alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunao watilia mashaka. Kwa mfano, uhasibu, naweza ukalitilia mashaka jitu ili jizi ili, lakini ili hodari la kufanya uhasibu, kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumaudit na wizi utaonekana lakini siyo kazi yenu nyie. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaoditiana wenyewe kwa wenyewe kupitia lile dashboard kule, kesi gani imehukumiwa na labda mtu akate rufaa, mwanze kukaa tena, ndio muiangalie. Kwa hiyo, si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka, ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi, mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa, jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi waadilifu, wazalendo kwa taifa lenu, na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo, hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimiwa majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo. Maeneo haya au maneno haya ya Mwalimu bado yana uzito ule ule, na pengine uzito wake ni mkubwa zaidi katika wakati huu ambapo teknolojia imebadilika watu tumebadilika. Themanini na nne, majaji hawakuwa wengi, wakuwa wachache sana, na ndio maana walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo jaji mkuu wamesema malo density area na mambo yote ambayo wameyataja, majaji walikuwa wachache sana. Leo mahakimu na majaji mliopo hapa si chini ya elfu moja na mia mbili nikiangalia kwa macho mbali wale ambao mmewaacha waendeshe kazi kule ni wangapi? kwa ni kazi kubwa ya kufanya ila, tunawategemea sana katika uendeshaji wa taifa letu, tunawategemea sana nihitimishe sasa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa majaji na mahakimu, kwa kuungana nawe Mheshimiwa Jaji Mkuu kwenye ile sehemu ya mwisho ya hotuba yako ya kuwataka majaji na kuwakumbusha tena kuwa ni jukumu letu sote kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana, na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa mkutano huu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania kwa mwaka 2026 20, sasa umefunguliwa rasmi. Muungane nami kumwomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, lakini abariki chama hiki cha majaji na mahakimu. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi tena mengi kwa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Oye oh! Tanzania oye oh! Mahakama oye oh! Aya, asante na naomba tukae, Mheshimiwa Rais, naomba uridhie tupate picha mbili za kumbukumbu kumbu. Picha ya kwanza itahusisha meza kuu na viongozi walioko jukwaa kuu. Viongozi mlioko jukwaa kuu, kwa heshima na taadhima naomba tujipange nyuma ya meza kuu. Mwanasheria mkuu, kiongoza na jopo lako, karibuni. Asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa meza kuu na Mheshimiwa Rais tuteremke chini ili tuweze kupata washiriki wa, wa, wa mkutano. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tunakuomba wote wanaka katika picha hii, pia mwanasheria mkuu na mkuu wa mkoa tutajumuika, mwanasheria mkuu wa serikali na mkuu wa mkoa.